Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50, ambapo huwa nashiriki neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sana bwana anavyonijalia. Kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe, naomba subscribe, na subscribe share, like and comment, na mungu akubariki sana. Leo namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi nyingine ya kushare neno la Mungu pamoja na wewe na kwa kuendelea na series hii ya the Seven I Am's, mimi ndimi saba, na leo tunaenda kuangalia mimi ndimi yetu ya tatu. Karibu sana na Mungu akubariki. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia the third I am, I am yetu ya tatu ambapo Bwana Yesu anajitambulisha kama mimi ni mlango wa kondoo. Umeona katika hii sasa, inabidi kidogo um, inapatikana katika kitabu cha Yohana sura ya kumi ambapo kuna two I ams katika hii, sura hiyo hiyo moja, lakini alianza kwanza kusema yeye ni mlango wa kondoo. Kwa hiyo eh, background story, Wayahudi walikuwa na mazizi kama ya aina mbili kubwa kuna zizi la kijiji, alafu kuna zizi la kama temporary wakati wakipeleka wanyama huko msituni. Kwa hiyo mchungaji anayepeleka wanyama huko msituni, kwa sababu anakuwa huko kwa siku nyingi, nadhani inategemea na majira ya mwaka, kama majani hayapo karibu inabidi mwende mbali, atatengeneza zizi ambalo ni la muda, na katika hilo zizi lazima pawe na mlango ambapo kondoo watakuwa wanaingia e, ili kuwalinda wanyama kuku, kutokana na uh, uh, kulinda kondoo kutokana na wanyama. Kwa Bwana Yesu katika hii hizi um, accounts alikuwa anawaambia Wayahudi kwamba yeye ni mlango wa kondoo. Hawakumwelewa kabisa, ikabidi Bwana Yesu aanze tena kuwaelezea tena mara ya pili. Kwa hiyo tutaenda kuangalia Eh, ina maana gani anaposema mimi ni mlango wa kondoo, lakini background story itatusaidia kuelewa tunapoenda mbele. Kwa hiyo kama kawaida yetu katika series hii, tutaenda kuzitumia 5 Ws na 1 H kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaelewa mimi ndimi mlango wa kondoo. Kwa hiyo tutaanza kuuliza who, bwana Yesu ni nani? What, nini maana ya, ya, ya mlango wa kondoo? Where, upo wapi huu mlango? kwa nini huu mlango. When kuingia ni mpaka lini? How mtu anaingiaje katika huu mlango? Karibu sana. Kwa hiyo leo tutajiuliza huu Bwana Yesu ni nani, W yetu ya kwanza. Bwana Yesu katika mstari wa saba wa hiyo Yohana kumi anasema basi Yesu akawaambia tena, amini amini nawaambieni mimi ndimi mlango wa kondoo kwa hiyo hapo tunajua kwamba yeye anajiintroduce kama mimi ndimi mlango wa kondoo tunakumbuka ndimi again ni kwamba yeye ana, ana, ana, anajiintroduce kama mungu. I am that I am kutoka, kutoka tatu mstari wa kumi na nne wayahudi hapa tena wanaelewa kwamba hii sasa ni mara ya tatu anasema kwamba yeye ni mungu au asili yake ni mungu swali so, letu la pili nini maana ya mlango wa kondoo? Kwa nini ya kutumia kitu kingine chochote? Je, yeah, inaweza kuwa mlango wowote? Neno la Mungu linatuambia katika Warumi tano by whom also we have access. Kwa hiyo ina maana tunajua mlango wowote ni access ya kuingia na kutoka mahali fulani, si ndio? Na kwa mantiki Bwana Yesu aliokuwa anaelezea huu mlango ni picha tu alikuwa anawapa kwenye zizi. Pana mlango, lakini ule mlango sio kwa wanyama, sio kwa simba, sio kwa mbuzi. Ule mlango ulikuwa ni wa kondoo. Kwa hiyo mlango unampa kondoo access ya kuingia ndani, kuwa secure. Inafika wakati wa, wa, wa kulishwa majani, anatoka kwenda kula. Kwa hiyo ndio maana Bwana Yesu alitumia ili neno la mlango kuonyesha kwamba huu mlango una, una wa target watu fulani. Sasa hawa watu ni nani? Ndio hapa panapokuja mlango wa kondoo. Kondoo ni wanyenyekevu wa moyo. Biblia nzima, popote utakapoona kondoo, kondoo ni mnyenyekevu. Kondoo ni kinyume cha mbuzi. Mbuzi yeye ana wayawaya tu, hasikii mchungaji, hafanyi nini, lakini kondoo ni mnyenyekevu wa moyo. Ndio maana Zaburi mia moja mstari wa tatu natuambia, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Kwa hiyo ule mlango ambaye ni Bwana Yesu ali kuja kwa ajili ya wanyenyekevu wa moyo. Ndio maana Bwana Yesu anasema heri walio wanyenyekevu. Umeona ni kuna baraka unapokuwa mnyenyekevu, na akasema njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na mliolemewa na mizigo. Unajua watu waliolemewa na mizigo ni watu ambao wanakuwa ni wanyenyekevu kuliko wale watu ambao wanasema I I can carry this I don't need help. Hiyo ni pride, na wako watu wengi mpaka leo. Anakwambia mimi namtaka Yesu nini? Bwana mimi naweza, kama kama hela naweza kama nini, nitafanya kama hivi, nitafanya tatatata ta, ta. Hiyo ni ni pride, ni kiburi cha uzima, lakini Bwana Yesu hajaja kwa watu kama hao. Amekuja kwa watu ambao wanasema, Bwana mimi siwezi, wewe ndio unaweza. Basi mlango uko wazi kwa ajili yako. Swali letu la tatu, where? Huu mlango uko wapi? Mstari wa tisa, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka naye atapata malisho. Kwa hapa tunaona kuingia ni kwa Yesu. Kwa Yesu ndiko kuliko na mlango, na sio kwingine, sio kwenye dini, sio kwenye chochote kile ambacho unaweza ukakifikiria. Kuna wengine wanafikiria ni dini zao, ni dhehebu lao ndio litawapeleka kwa Yesu. Hapana, ni kwa Yesu mwenyewe ndipo mlango ulipo, yeye ndio mlango. Na uzuri anasema atakayeingia tu kupitia huo mlango anaokoka, na anaweza kuingia na kutoka, na atapata malisho na hii ni, kilikuwa ni kitu muhimu sana kwa Wayahudi, walikuwa wanaelewa vizuri kwa sababu nje ya zizi siku zote palikuwa na wanyama wakali. Kwa hiyo the fact kwamba kondoo anaweza kuingia kwa usalama wake, lakini wake wanyama wanafanyaga kazi usiku gizani. Eh, kwa hiyo wakati wa mchana, wakati kuko nani kondoo anatoka kwenda kulisha malisho. alafu hapa nimeona kitu kingine, Bwana Yesu anachokitofautisha uhuru. Kwa Yesu kuna uhuru, ndio maana anasema mwana anapomweka mtu huru anakuwa huru kweli kweli. Kwa Yesu kuna uhuru wa kuingia na kwenda kula malisho. Shetani anakulisha anavyotaka yeye, anakufanya anavotaka yeye, anakutinginya anavyotaka yeye, hamna uo uhuru wa kusema anatoka kula malisho, au na usalama wako hauko guaranteed yeye mwenyewe anaweza kukula nyama. Mungu atusaidi. Swali letu la nne, kwa nini huu mlango na sio mwingine? Kwani nikiingia mlango mwingine itakuwaje kwangu? Neno la Mungu linatuambia mstari wa tisa na wa kumi Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka naye atapata malisho. Mwivi haji ile aibe na kuchinja na kuharibu, mimi nalikuja ili niwe na ili muwe na uzima tena muwe nao tele. Hapa umeona mambo mengi ambayo Bwana Yesu anatuelezea umuhimu wa kuingia kwake yeye, katika yeye ambaye ni mlango. Kwanza utaokoka utaokoka na mwizi ambaye kazi yake ni kuiba kuharibu na kuchinja. Utaokoka na wanyama wakali. Bwana Yesu anatuambia huyo shetani anajifanyaga kama simba anayeunguruma, kazi yake kutafuta ni nani atakayemharibu. Kwa ukiingia huku ndani kwenye huu mlango, ndani ya hili zizi, huyo shetani hawezi kuneneta. Unguruma tu huko nje, lakini wewe uko ndani safe. Lakini anasema utaingia na kutoka. Ndo uo uhuru, una uhuru wa, yani, huku haku, hakuna masharti. Si umeshaona watu walioko kwa Shetani mara sijui uruhusi kulala usiku, usiku. Mara sijui lazima ufanye hivi lazima ufanye hivi ndio upate hivi. Kwa Yesu hakuna masharti, uokovu ni kwa neema. Lakini anasema utapata malisho. Umeona, kwa shetani anaweza akakulisha leo alafu akakaa miaka mingine mitatu ajakulisha, yani anafanya anavyotaka, no pressure lakini vilevile anasema vile yeye amekuja ili uwe na uzima tena nao tele. Yaani sio uzima tu, tele tele. Yaani wewe kama unajua tele, kama ni kikombe kimefurika huku. Lakini huyo mwingine, huo mlango mwingine, ukitaka kuingia huo, utaibiwa utachinjwa na mwisho eh, sorry ataiba ata, ataharibu alafu atachinja. Ndio kazi yake kubwa, na Shetani. Mimi siku zote nasema hivi kusudi lake la kwanza ni kuchinja, yani give him opportunity, anachinja. Akishindwa kuchinja, anaharibu. Akishindwa kuharibu, anaiba chochote kile, yani hata kitu kama amani tu anaiiba, basi akuache wewe, una raha uteseke. Kitu kama upendo tu anauiba, basi akuache mtupu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu huu mlango tukiuingia tunapata uzima tele. Swali so, letu la tano when upo wazi upo wa mpaka lini? Wote tunajua mlango wowote hata milango ya nyumba yetu, kuna wakati unaofunga, jioni imefika, au nzi wasiingie, mbu wasiingie, au salama tu unaofunga, na saa nyingine una lock kabisa, usindie. Na mlango wa mbinguni ni hivyo hivyo, ano mlango huu ambaye ni Yesu Kristo ni hivyo hivyo, hivo. Upo wazi hata leo, upo wazi, lakini ipo siku utafungwa. Bwana Yesu anasemaje? Anasema katika Mathayo, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, Mathayo kumi na tatu. Kwa maana nawaambia kwamba wengi watataka kuingia, wasiweze, wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuifunga mlango, nanyi mtaanza kusimama nje na kuubisha mlango, mkisema e, Bwana, tufungulie. Yeye atajibu na kuambia, "Si siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema tulikuwa na kunywa mbele yako, nawe umeona sasa hapa ina, sorry ni Luka kumi na tatu. Ndi, uh, ndipo mtakapoanza kusema tulikula na kunywa na wewe, ulitufundisha katika njia zetu, naye atasema nawaambia, siwajui mtokako, ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo mtakapokuwa na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wake wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Mpendwa, kuna kutupwa nje. Wakati ni huu sasa hivi wa kuingia katika huo mlango, kabla mwenye nyumba bado, mwenye nyumba hajaufunga mlango wake. Anasema utakapofungwa huo mlango, patakuwa na kilio na kusaga meno. Ninaomba hii isiwe our portion at all na sisi, Mungu atusaidie. Na amesema huu mlango, jamani, ni mwembamba, sio wote watakaouona kwa sababu wengi, nimegundua kitu kimoja, huu mlango ni mwembamba, alafu kwa vile wanaoenda ni wachache, na sisi tunafuata makutano, tunawafuata wale wengi, tunaamini wanaenda sawa, lakini ukimfuata Yesu kama alivyosema, mimi ndimi mlango, yani ufuate mlango, si mlango. Mlango usifuate wale wanaoenda kwenye mlango, wengine wanaenda kwenye mlango mpana, wewe usiende. Kuna pana kujitahidi, amesema jitahidini, kwa jitihada zinatakiwa jitihada sio kwa nguvu wala uweza, lakini ni katika neema ya Mungu. Kwani kumuomba Mungu atupe neema na sisi tuchukue hatua vile vile, hata penye neema pana hatua ya kuzichukua kama hivyo kuomba, eh, kumtafuta Mungu katika neno lake, Mungu akuone, basi unautaka, una kuona huo mlango kabla mlango haujafungwa. Ni maombi yangu mlango hautafungwa kabla na wewe hujaingia ndani ya huo mlango, na mimi vile vile, Mungu anisaidie. Kwa hiyo mtu anaingiaje katika huu mlango? Mtu mmoja akamuuliza katika hiyo Luka kumi na tatu akamwambia, je, Bwana watu wanaokolewa ni wachache? Akawambia, jitahidini kuingia katika mlango uliomwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia, wasiweze. Kwa hiyo huyu mtu alikuwa sasa, baada ya kumsikiliza Bwana Yesu akielezea mlango, akaona ee, hapa watakaoingia ni wangapi? Sasa watakaoweza ndipo jibu likawa jitahidi kuingia. Kwa kama mlango wowote, kitu chochote ambacho ni chembamba, inatakiwa kujikana. Huwezi ukaingia mahali ambapo ni pembamba, na wewe eh, unataka kuingia hivi, lazima uji uji ujisqueeze. This is yani, sio nisemeje, yani kuna vitu tunatakiwa tuvivue. Ndio maana neno la Mungu linasema dani, vueni vitu vinavyowafanya muwe wazito. Kuna vitu vinatufanya wazito Sijui wenzangu, mimi huwa nikisafiri mara nyingine, kwa sababu nakuwa na vitu vingi sana, naweza nikavaa nguo nyingi nyingi nyingi, au yale yale manguo mazito mazito ndo nayavaa siku hiyo, kwa sababu sitaki kilo ziende kule kwenye nani. Lakini sasa, je, nikifika nikakuta mlango wa ndege mwembamba hivi, sitabidi nitoe ili niingie la sivyo nibakie na minguo yangu mikoti iliyotuna namna hii. Kwa hiyo, hii ndio maana yake Bwana Yesu anayotuambia. Kwa hiyo ni unyenyekevu. Tunaposema tunavua, ni kujinyenyekeza na kumhitaji Bwana na kusema, Bwana ninakuhitaji katika maisha yangu, eh, bila wewe siwezi. Utaiona tu njia, Bwana yupo anasubiri, mikono yake iko hivi. Ndio maana pale msalabani alikaa namna hii anasubiri, anamkaribisha. Mtu yoyote ambaye atakuja atapokelewa, atakumbatiwa, ataingizwa katika ufalme wa Mungu. Mwisho wapendwa, tumesikia mimi ndimi ya tatu, mimi ndimi mlango. Mtu yoyote akiingia ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. ni vyaji ili aibe, kuchinja na kuharibu, bali mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Amna mstari ninaupenda kama huu especially mstari wa kumi kujua kwamba pamoja na kuwa mwizi anakuja kuiba kuharibu na kuchinja, lakini Bwana Yesu amekuja tuwe na uzima tele. Mara nyingi tuna stick on the bad part, lakini kumbuka, no matter what Bwana Yesu amekuja ili uwe na uzima na uzima tele. Kwa hiyo usiangalie mahali ulipo leo, angalia kitu gani Bwana anataka kukifanya ni kukupa uzima tele, lakini chaguo ni lako kuingia katika huu mlango. Ninaomba Mungu akupe uh, neema na, na wewe ufanye uchaguzi, kwa sababu na wewe uko responsible kwa maisha yako, ufanye uchaguzi sahihi wa kuchagua kuingia katika mlango huu mwembamba ambao utaenda kupata wokovu, utapata malisho na uzima tele, tele, tele. Mi, ngoja niishie hapa kwa leo. Ninakuomba kama um, bado hujasubscribe, Please subscribe. Share, like, and comment. na kama kuna kitu chochote ambacho nimekiongea au sijakiongea kuhusu mimi ndimi mlango wa kondoo, naomba weka chini hapo, na Mungu akubariki sana. Tutaonana na wakati mwingine kwa neema yake kuu.